Unaweza ukawa na wazo zuri sana, wazo kubwa sana la kibiashara, wazo labda kwenye uchumi, kwenye maisha, familia, imani, na mambo mengine unayoyafanya. Pengine hata Mungu mwenyewe akawa amekusaidia kulipata wazo hilo baada ya maombi na kufunga, na ukaamini katika hilo wazo, lakini pamoja na yote, wazo hilo linaweza likafa kabla halijaleta matunda yaliyokusudiwa na watu wengi leo wanaishi kana kwamba hawajawahi kuwa na mawazo makubwa au Mungu hajawahi kuwasaidia kupata mawazo makubwa. Lakini ukweli ni kwamba walikuwa na mawazo makubwa sana, tena mazuri mazuri. Mungu aliwasaidia, walipata mawazo makubwa na mazuri. Lakini kuna makosa madogo madogo madogo waliyafanya, yale makosa yakawa yameua lile wazo kabla halijakamilika. Na sisi hatutamani wewe uyafanye hayo makosa au kama uliwahi kuyafanya hatutamani uyarudie tena hayo makosa. Karibu sana katika Ringo Psychospiritual Hub. Kona yako ya saikolojia na imani, mahali ambako saikolojia na imani vinakutana ili kuyatengeneza maisha yaliyo bora zaidi. Na mimi ni mwanasaikolojia mwinjilisti Paul Ringo. Leo nataka tupate nafasi ya kujifunza makosa ambayo unapaswa kuyaepuka unapolipata wazo kubwa ama Mungu anapokupa wazo. Kosa la kwanza kabisa ni kulidharau wazo ambalo Mungu amekupa au wazo lilolipata. Kulidharau wazo. Kuna wakati Mungu anaweza akakupatia wazo fulani lakini ukilipima lile wazo ah, unaliona mbona kama ile wazo ni dogo sana ana, mbona ni kama kitu cha kawaida hichi, kwa hiyo unajikuta unalidharau lile wazo. Mimi ni msomi eh? Nawezaje kufanya jambo dogo? Na unaona kama ni jambo dogo sana pengine ambalo umelifikiri na hata unapotaka kwenda kulianza unajikuta unaacha, kwa sababu unaona kama ni kitu kidogo sana, lakini ulisha plani kukifanya, ila baadaye unakidharau, unaona kama ni kitu kidogo sana. Ni kitabu cha Zekaria mlango wa 4 mstari wa kumi, kitabu cha Zekaria mlango wa 4 mstari wa kumi. Biblia inasema ni nani aliyadharau siku ya mambo madogo? Ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Lakini ukiendelea kusoma hapo utaona anasema siku hiyo ndio itakayofikisha ukombozi. Ndio siku itakayoleta ukombozi. Ni ukweli kwamba wazo la Mungu ama wazo ambalo Mungu mara nyingi huwa anatoa mwanzo wake huonekana kama mdogo sana, na pengine unaweza ukadharau sana, lakini mwisho wa siku ndiko ambako kumebeba mambo makubwa ambayo Mungu ameyakusudia kwako. Usidharau wazo hata kama ni dogo sana, lifanyie kazi huwezi kujua pengine kesho na kesho kutwa lingeweza kuwa na matokeo makubwa zaidi ya namna ambavyo ulifikiri. Kosa la pili ni kulizungumza wazo kwa kila mtu kungali wazo hilo bado halijavaa mwili au halijafika katika ukamilifu wake. Pengine Mungu amekusaidia umepata wazo fulani ama umelibuni wazo fulani, umelifikiria lile wazo, unaanza kulisema sana kabla lile wazo halijaweza kufikia mahali pazuri, pengine hata kabla hujaanza utekelezaji. Na pale ndiko ambapo linakutana na watu ambao wanaweza kuliua. Mfano mzuri ni mfano wa Mwanzo, kitabu cha Mwanzo mlango wa 37 na mstari wa tano hadi wa kumi na moja. Utakutana na habari za baba yetu Yusufu. Yusufu alipopewa wazo kubwa na Mungu ya kwamba atakuwa kiongozi, atakuwa mtawala kwa njia ya ndoto, yeye alianza kwenda kusimulia kwa ndugu zake, jambo ambalo lilimsababisha hata kutaka kuuawa. Mipango ya mauti ikapangwa, baadaye akauzwa hata kupelekwa uh, kwenda Misri kutumika nyumbani kwa Potifa na baadaye gerezani. Ashukuruwe Mungu aliweza kumsaidia na kumlinda, lakini tayari Yusufu kile alichokifanya kueleza kila mtu ile ndoto kubwa aliyokuwa nayo ilikuwa ni makosa makubwa sana ambayo aliyafanya. Kwa hiyo mojawapo ya vitu ambavyo unahitaji kuepuka sana unapokuwa na mawazo makubwa, usiyaseme sana kwa kila mtu. Usizungumze kwa kila mtu, usiweke wazi sana mawazo makubwa ambayo Mungu amekupa au mawazo umefikia kwa sababu sio wote watakaoyasikia wana nia njema. Wengine watakukatisha tamaa, wengine watakupinga, wengine watakufungia milango, wengine hata kukuloga watakuloga lile wazo lisije likatokea kama ambavyo ume, umepanga. Lakini makosa ya tatu ambayo eh, ni ya kuepuka sana ni kuchelewa sana kufanya utekelezaji. Kuchelewa sana kufanya utekelezaji, utekelezaji wa lile wazo. Mara nyingi mawazo yanakuja kimsimu na yanakuja kulingana na mazingira na yanakuja kwa wakati. Ukichelewa sana kuchukua hatua katika kile ambacho pengine Mungu amekusukuma kufanya, au wewe mwenyewe umefikiri na kwa neema ya Mungu kaona inanifaa kufanya unapochelewa sana kuchukua hatua unaweza ukajikuta umeua lile wazo na kitabu cha Yakobo mlango wa nne mstari wa kumi na saba Biblia inasema kujua mema usiyoyatenda ni dhambi. kujua mema usiyoyatenda ni dhambi. Maana yake Biblia inatuonyesha kwamba unapolijua jambo jema unatakiwa ulitende. Manake, Mungu anakukupa wazo zuri, ingia kwenye mkakati, weka mipango mikakati, ingia kwenye utekelezaji, ulifanya usichelewe sana kufanya wazo kubwa ambalo Mungu ameweka ndani yako kama hauna sababu ya msingi ya kuchelewa sana kuchukua hatua. Tabia ya kuahirisha hirisha, tabia ya kutafuta uthibitisho, tabia ya kutafuta mazingira yaweze kukaa sawa, imesababisha mawazo mengi makubwa yamekufa, kabla hayajaleta matunda au kabla hayajatokea. Lakini jambo la nne, usianze bila mpango madhubuti. Hakikisha una mpango madhubuti. Mara mara nyingi watu wanapopata wazo kubwa e, pengine amebuni wazo fulani kubwa, anataka afanye jambo fulani, aanze jambo fulani, au pengine Mungu amemsaidia ameweza kupata mafunuo fulani. Wengi huwa wanakosea kwa kuanza, unaanza kwa imani bila kuwa na mpango madhubuti. Ni kweli tunahitaji kuwa na imani, lakini lazima uwe na mpango kwenye hilo ambalo Mungu amekuwekea lazima uweke mkakati, mipango mikakati ya muda mrefu kwa muda mfupi, ili unapoingia kwenye utekelezaji unajua naanzia hapa, lakini baada ya miaka 30 nitakuwa nimefikia mahali fulani. Kwa lazima uingize kwenye mpango mkakati, uwe na mpango kwenye hilo jambo, usilianze kama haujawa na mpango madhubuti wa kuweza kulifanya hilo jambo. Kitabu cha Kutoka kinatuonyesha namna ambavyo Musa alikosea kitu fulani. Mungu alimpa wazo la kuwakomboa wana wa Israeli, lakini yeye alianza kufanya ule ukombozi kwa kuua yule Mmisri, alikuwa anapigana na Mwisraeli, na baadaye akajikuta amekimbizwa akaenda kukaa utumwani kule, akaenda kukaa kwa, kwa Yethro zaidi ya miaka 40. Ni kweli Musa alikuwa na wazo zuri la ukombozi, lakini alilianza bila mkakati mzuri. Mwisho wa siku, lile wazo ni kama lilikuwa linataka kufa, mpaka Mungu alipokuja kumtokea tena baada ya miaka 40 akamrudisha Misri kwenda kuwakomboa hao wana wa Israeli. Kwa hiyo usianze bila kuwa na mpango mkakati mzuri wa muda mrefu na unaweza kukupa njia ya kulifanya hilo ambalo unalitaka. Lakini jambo la tano la kuepuka ni kukata tamaa. Mawazo mengi makubwa uliyonayo au Mungu atakayokupa kwa sababu ni makubwa, ujue lazima yatakuwa na upinzani, lazima yatakuwa yanakufeli na kuinuka tena, kuanguka na kuanguka tena, lazima utakutana na mambo mengi machungu hapo katikati. Moja ya vitu ambavyo hupaswi kufanya ni kukata tamaa. Unapokata tamaa, lile wazo linaweza kufa. Hata unakutana na upinzani, unakutana na uzito na mambo mengi magumu unayoweza kukutana nayo, lakini hakikisha ya kwamba haukati tamaa. Kitabu cha Nehemia mlango wa nne mstari wa kwanza hadi wa sita utakutana na mapambano ya Nehemia, wakati Mungu amempa kazi ya kujenga ukuta uliobomolewa. Nehemia anapingwa sana kina Sambalati na Tobia na wale wengine ambao walikuwa wanamfanyia upinzani mkubwa, lakini pamoja na upinzani wote, Nehemia hakukatia tamaa wazo lake la ujenzi wa ukuta. Aliendelea kupambana hadi alipohakikisha ya kwamba anaukamilisha ule ukuta. Mawazo makubwa yanapitiaga kwenye changamoto na moto mkali sana, ila usikate tamaa. Kosa lingine ambalo linawaangusha wengi ni kutaka matokeo ya haraka. Usitake matokeo ya haraka Hutaka matokeo ya haraka haraka ni kosa kubwa sana kwenye wazo. Unaweza ukapewa wazo leo, lakini matokeo yakawa ni miaka kumi baadaye, matokeo yakawa hata ni miaka thelathini baadaye. Kama ni mtu unayependa matokeo ya haraka haraka, ni ngumu sana kufanikisha mawazo makubwa ambayo yanaweza kuwa ndani yako. Mawazo makubwa yote tunayaona ulimwenguni leo yamelipiwa gharama ya muda, yamesubiriwa sana na yamechukua muda mwingi hadi kuweza kufikia. Hata Mungu mwenyewe alipoweka mpango wa kumleta Yesu Kristo ulimwenguni, ni mamiaka na mamiaka mengi yalipita tangu anatabiri kina Isaya, ni mbali sana mpaka anakuja kuzaliwa Yesu, ilikuwa ni baadaye sana. Kwa matokeo ya haraka haraka eh, si kutamani matokeo ya haraka haraka si kitu kizuri sana katika kutimiza malengo au mawazo makubwa ambayo Mungu anaweza akawa anaweka ndani yako. Kitabu cha Habakuki mlango wa pili mstari wa tatu. Mungu alimwambia Habakuki kwamba ni kweli, Habakuki, mambo haya yatatokea, lakini anamwambia Habakuki, njozi hiyo itakuja kwa wakati wake ijapokawia, aisubirie. Kitabu cha Habakuki mlango wa pili mstari wa tatu. Anamwambia aisubirie ijapokawia. Maana yake, Habakuki, ni kweli kitakuja, lakini kwa wakati wake na majira, na kuna wakati lazima huyo tayari kuwa na subira ya muda mrefu mpaka pale matokeo yanapoweza kupatikana. Lakini jambo la saba ambalo pengine hupaswi sana kulifanya ni kukosa walezi kwenye wazo. Watu wengi wakishapata wazo, hasa vijana, hapa ndiko wengi tunakosea, huwa tunakimbia kufanya lile wazo kwa kutumia akili zetu, hatuna walezi wanaoweza kutulea kwenye lile jambo. Nisikilize kwa makini. Kama ni wazo la kibiashara wapo watu waliokwisha kufanikiwa kwenye hilo wazo. Kama ni wazo la kihuduma wako watu waliokwisha kufanikiwa kwenye hilo wazo. Kama ni wazo kwenye ndoa wako watu walishafanikiwa. Hakikisha ya kwamba unapata mlezi sahihi anayeweza kukulea kwenye hilo wazo, ili akuelekeze na kufundishe kuweza kufikia katika kile ambacho umekusudia. Usiende peke yako. Kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo mlango wa kwanza mstari wa sita. Biblia inazungumza, inatuonyesha namna ambavyo Paulo alihusika kuilea huduma ya Timotheo. Lazima upate mlezi ambaye anaweza kukusaidia kufikia katika hilo wazo ambalo umelikusudia. Hakuna kitu ambacho hakihitaji malezi na kuna, hata kama ni fundi, hata kama nani, unahitaji malezi ya mtu ambaye amefanikiwa sana kwenye hilo wazo. Lakini jambo la nane, usiharibu haiba yako au tabia yako njema kuna staili fulani ya maisha unaweza ukawa uliishi mbele za Mungu, pengine ulikuwa mwaminifu mbele za Mungu, maombi, ulikuwa mtu wa kumpenda Mungu, ulikuwa mtu wa ibada na bidii. Kuna namna ambavyo ulikuwa na nidhamu mbele za Mungu halafu Mungu akaona kwa nidhamu yako akufungulie milango mikubwa ya heri. Lakini milango ilipofunguka ya wazo, ulipoingia kwenye lile wazo, tabia yako njema ya kumpenda Mungu ikafa. Pengine ulikuwa na unyenyekevu mkubwa sana, lakini baada ya kupata wazo fulani, unyenyekevu ukaisha. Pengine ulikuwa na, ulikuwa ni mtu mwenye upendo na watu, lakini baada ya kupata wazo fulani, pengine kuna kakiburi kakainuka, ukakosa kuwa na upendo na wale watu. Sasa tabia ile njema ambayo ilikusababisha kupata wazo inapokufa manake na nakina, lile wazo linaweza likaharibika, na hapa wengi sana wameua mawazo makubwa yaliyopo ndani yao, kuwa na huduma kubwa, lakini tabia ikabadilika baada ya kuona wazo linaenda mali. Ulikuwa una malengo makubwa, lakini tabia ikaharibika, ukaingia kwenye anasa, ukaingia kwenye mambo mengi na utafanyaji baadaye, lile wazo linakuja linafia njiani. Biblia inatuonyesha kwenye mfano kwenye kitabu cha Danieli, mfano wa Nebukadreza Nebukadreza, Mungu alimsimamisha na kumpa nafasi ya ufalme, lakini alijisahau, tabia yake ikaharibika, akaanza kutumia hadi vyombo vya madhabahu, vyombo vya utakatifu vibaya. Mungu akauangusha ufalme wake, naye akawa kituko na kitu cha kuaibisha sana. Usibadilishe haiba yako, usibadilishe tabia yako, kwa sababu na kwenda kwenye tabia mbaya, kwa sababu kuna wazo ambalo pengine umeweza kulifanya. Mimi nataka nikwambia kwamba Mungu anapokusaidia kupata wazo huwa ni mbegu ya hatima yako. Mungu anapokusaidia kupata wazo huwa ni mbegu ya hatima yako, na ili mbegu iweze kuota lazima ipate namna ya kuoteshwa, lazima ipate namna ya kulelewa na kuwekewa mbolewa na kumwagiliwa maji mpaka inapoweza kukua na kuweza kuleta matunda. Tabia hizi ambazo tumezisema au mambo haya ambayo tumeyasema hapo juu, ukijitahidi kuyaepuka na ukafanya kwa namna ambayo ni bora utakuwa ni kama mtu aliyenyeshelea na kuchochea ile mbegu na baadaye utakuja kuyapata matunda yanayofaa. Na sisi tunatamani ukawe ni miongoni mwa wale ambao wanaopata mawazo hayafi, lakini baadaye yanakuja kuleta matokeo. Ninaamini kuna kitu umejifunza katika somo hili, na natamani uweze kupata nafasi ya kujifunza kwenye masomo mengine mengi tunayoendelea kuyaweka hapa. Ninakualika kusubscribe kama ujafanya hivyo, tafadhali subscribe, ili wa kwanza kuyapata mafundisho hayo, lakini ukisahau ku comment, ku like na ku share pia, kwa wengine, ili waweze kupata mafundisho haya, lakini kuisaidia huduma hii kuweza kukua na kuwafikia wengi zaidi. Unapoimarika wewe na sisi tunaimarika, ndio maana tunakufikia kila. Laheri.